Mambo vipi, mtazamaji wa Nukta TV, karibu kwenye Mseto Plus iliyoboreshwa, dakika chache za kukuangazia matukio yaliyojiri ndani na nje ya taifa la Tanzania kuanzia leo Januari 2026, kipindi hichi kitakuwa kinanuka mara mbili kwa wiki, lakini kitakuwa deep zaidi ya ilivyokuwa 2025. Nitakee kuletea taarifa hizi. Jina langu ni Fatma Huseni, nitakuwa na mwenzangu Kevin Makwinya. Baadhi ya wananchi walioathirika kwenye maandamano ya Oktoba 29 wamejitokeza kwa tume ya uchunguzi ili kuripoti namna gani matukio yao yalivyoathiri ikiwemo kupoteza mali zao, kupoteza ndugu zao na hata kupoteza viungo vyao vya mwili. Katika maandamano hayo kulizuka uvunjifu wa amani uliosababisha watu kupoteza maisha, kujeruhiwa kwa risasi na hata uharibifu wa mali za binafsi pamoja na za umma. Katika kufahamu undani, Rais Samia Suluhu Hassan aliunda tume ya uchunguzi Novemba 20, 2025 kuchunguza kwa siku tisini ambayo imekuwa ikizunguka nchi nzima kuchunguza kiini cha vurugu na malalamiko yaliyowasukuma jenzi kuingia mitaani Januari 19, 2025, mjumbe wa tume hiyo balozi Ombeni Sefue, alieleza kuwa lengo la kukutana na waathirika hao ni kupata mchango au maoni ya kile walichoshuhudia siku ya tukio hilo tofauti na maoni ambayo yalikuwa yakitolewa katika mitandao ya kijamii. Tume hiyo ilikosolewa awali na vyama vya upinzani na wanaharakati, lakini kwa sasa ina presha ya kukamilisha kazi hiyo kutokana na kusaliwa na mwezi mmoja tu kukamilisha siku tisini walizopewa na rais Samia Suluhu Hassan kukamilisha uchunguzi huo. Mwasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na aliyekuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania, BOT, Edwin Mtei, amefariki dunia akiwa na miaka 94. Mtei alikuwa mmoja wa watu muhimu katika historia ya kiuchumi na kisiasa ya Tanzania, akihudumu katika nafasi nyeti za kitaifa tangu miaka ya mwanzo wa uhuru. Mtei aliteuliwa kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania mwaka 1966, nafasi yaliyohudumu kwa miaka kumi na mbili Kabla ya kuaminiwa tena na serikali kushika wadhifa wa waziri wa fedha na mipango mwaka 1978. Alihudumu katika nafasi hiyo hadi mwaka 1981 alipojiuzuru. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe, Mtei alikuwa akiugua kwa muda mrefu, lakini hali yake ilibadilika ghafla wakati wanamchukua kwa gari la wagonjwa kumpeleka hospitali ya Seliani na kufariki dunia akiwa njiani. Rais Samia Suluhu Hasani amesema Mtei ataendelea kukumbukwa na kuenziwa na vizazi vya sasa na vijavyo, hususani kupitia maandiko yake binafsi yanayoelezea safari ya maisha yake na utumishi wake wa uongozi katika kujenga taifa la Tanzania. Katika kuomboleza kifo hicho, Chadema leo Januari 20, 2026 tangaza siku saba za mwombolezo. Kifo cha Edwin Mtei kinaacha pengo kubwa katika historia ya uongozi wa kiuchumi na harakati za kisiasa nchini Tanzania, ambapo atakumbukwa kama kiongozi mwenye msimamo. Katika makala ya miaka 50 ya BoT, Mtei alieleza kuwa yeye ni kinara aliyeandaa nyaraka muundo wa masuala yote ya uanzishwaji wa benki hiyo nchini Tanzania. Edwin Mtei anatarajiwa kuzikwa Jumamosi ya Januari 24, 2026 nyumbani kwake Tengeru, nje kidogo ya jiji la Arusha. Na katika anga za kimataifa, mkuu wa jeshi la wananchi la Uganda na mtoto wa rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi amemtaka kiongozi wa upinzani nchini humo Bobi Wine kujisalimisha kwa polisi ndani ya saa 48, ikiwa ni siku chache tu tangu babake Yoweri Museveni kushinda nafasi ya urais nchini humo. Muhoozi anayetajwa kuwa mrithi wa Yoweri Museveni kuongoza taifa hilo ametangaza hatua hiyo kupitia akaunti yake ya X akisema kwamba iwapo Bobi Wine atashindwa kufanya hivyo, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Hatua Jenerali Muhoozi inakuja kufuatia mvutano wa kisiasa uliotokea baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Januari 15, 2026 nchini humo, ambapo kiongozi huyo wa upinzani amekataa matokeo yaliyomtangaza Museveni mshindi wa kiti cha rais, akidai kwamba ni udanganyifu. Kwa upande wake Wine ambaye amekuwa mwiba wa kisiasa wa muda mrefu kwa rais Museveni amekataa kujitokeza, akishutumu serikali ya rais Museveni kuvamia nyumbani kwake na akisema kwamba hatatoka kwa amri ya mtu yoyote na hatatoka kwa wakati wake yeye mwenyewe. Mtazamaji wa Nukta TV, kufikia hapa tumefikia tamati ya Mseto Plus ya leo. Ulikuwa nami Kelvin Makwinya na mwenzangu Fatma Hussein, lakini mtayarishaji wa show hii ya kibabe ni Gustav Goodluck. Panapo majaliwa tukutane tena kwenye Mseto Plus siku ya Ijumaa.